Viongozi wa vuguvugu la Kenya Moja wameshtumu hotuba ya Rais William Ruto aliyowasilisha jana bungeni kitaifa wakisema ilijaa mambo yasiyo ya kweli na kusema kuwa Rais alitumia bunge kuzindua manifesto yake ya mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Wakizungumza huko Magena, Bomachoge Borabu, kaunti ya Kisii, katika hafla ya kupiga jeki vikundi vya wajane maeneo hayo, viongozi hao walipuuzilia mbali malengo ya Rais William Ruto ya ufanisi wa taifa wakisema hatilii maanani maswala muhimu kama vile kuboresha sekta ya elimu, afya na miundo msingi. Serikali kuu, ukiangalia ile madeni ambayo iko nayo ya private universities, karibu shilingi bilioni 60 ya wale sponsored students ambao serikali imekataa kulipa. Wewe unakuja bunge, unaongea mambo ya elimu, unatuambia ndio tatufikisha mahali Singapore iko, na hauguzii haya maneno. Aspect of the nation ni kusema yale mambo serikali imetimiza. Huyu jamaa anatumia kikao ya wabunge to launch his campaign, na kuna wabunge hapo ndani wanampigia shangwe. Those people a umeanza kupanga ya Singapore William, la, sisi hatutaki kuenda Singapore, Singapore tunataka kubaki hapa Kenya. To my shock, the president said that Kenyan export ya majani chai ile majani chai tunauza huko Egypt, tunauza Pakistan ile bonus mulilipowa last year imeongezeka with over 54%. Rais alidanganya, hakudanganya?